Shukuru sana sana kwa kufika kwenye wilaya yetu ya Ubungo siku ya leo, ambapo nichukue fursa hii kujulisha umma wa Watanzania na wana Ubungo kwamba mwenge wetu wa uhuru utakimbizwa, uh, kitaifa katika wilaya yetu kuanzia kesho asubuhi, ambapo tutaupokea mwenge wa uhuru kitaifa asubuhi pale eneo la stendi ya Kibamba na uh, mwenge huo utakimbizwa kwenye miradi mbalimbali inayohusu sekta za elimu, maji, barabara, maendeleo ya jamii na mazingira, ambapo miradi yote ambayo itatembelewa na kukabuliwa na mingine kuekewa mawe ya msingi na mwenge wa uhuru uh, kitaifa uh, thamani yake ni jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 8.2 na miradi hii mingi imeshakamilika na mingine imeelekea kukamilika kwa ajili ya kutoa huduma. Kwa hiyo mwenge wa uhuru utakapokuwepo hapa utaendelea kuhimiza kauli mbiu ya uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini na ishirini na tano ambapo kila mmoja wetu anatakiwa ajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Kwa tunaomba wananchi wote waendelee kukumbuka kwamba ni wajibu wetu kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu, lakini katika mkesha wa mwenge ambao tutaufanya pale shule ya msingi Makuburi tumewaalika wasanii mbalimbali akiwemo msanii Harmonize, Dula Makabila na wengine wengi ambao watakuja pale kwa ajili ya kutoa hamasa na kusherehesha shughuli yetu ya mkesha wa mwenge pale shule ya msingi Makuburi, ambapo tunawaalika wananchi wote muweze kuhudhuria kwenye mkesha huu, kwa sababu sambamba na mkesha pale kutakuwa na huduma nyingine ambazo zitatolewa uh, za kijamii ikiwemo kupima magonjwa mbalimbali kama vile ukimwi na malaria na huduma nyingine za afya ambazo, ikiwemo, kwa wale ambao watakuwa tayari kujitolea damu kwa ajili ya wahitaji katika hospitali zetu. Kwa mimi nikiwa ndiye mkuu wa wilaya ya Ubungo kipekee kabisa naomba niwakaribishe wananchi wote mweze kujitokeza kwanza kwenye mapokezi ya mwenge wa uhuru pale eneo la stendi ya Kibamba, pili kwenye maeneo ambayo mwenge wa uhuru utapita kukagua miradi na kuweka mawe ya msingi, lakini tatu kwenye eneo la mkesha pale shule ya msingi Makuburi na muweze kushiriki katika huduma za kiafya ambazo zitatolewa katika maeneo hayo, lakini muweze kufurahi pia kupitia wasanii wetu ambao wa nimewataja watakuwepo wa siku ya leo na waandishi wa habari. Mimi ni, niseme ni, ni kwamba ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayofanyika katika maeneo yetu ni jambo endelevu hatufanyi ukaguzi au hatusimamii miradi kwa sababu ya mwenge wa uhuru upite kuiona. Hapana, maelekezo ya mwenge wa uhuru ni kwamba lazima kuwe kuna uendelezi wa miradi yote ambayo inatekelezwa katika halmashauri zetu. Wenyewe unachokuja kufanya ni kudhibitisha kwamba hayo yote tunayoelekezwa kuyafanya yamefanyika, kwa swala la kufanya tathmini na kupita kwenye miradi kukagua nini kinachofanyika na kinafanyika kwa namna gani. Kwenu ninyi waandishi wa habari kwa wilaya ya Ubungo, asiwazuie mtu yoyote. Unapopita huko, unaona kuna mradi wa serikali unatekelezwa, mjulishe mtendaji wa mtaa, mjulishe mtendaji wa kata, mjulishe mkurugenzi, au nijulishe mimi kwamba mkuu wa wilaya nimefika sehemu fulani, kuna mradi unataka kupita kuangalia maendeleo ya mradi huu. Hii inasaidia wananchi, kwanza kupata taarifa sahihi; pili, inaongeza udhibiti na usimamizi wa miradi yetu kwa sababu waandishi wa habari tunaambiwa ni mhimili wa nini? Wa nne. Mimi sitaki kuwa na waandishi wa habari ambao kazi yao wao kupita tu kuangalia wapi akijafanyika nini, lakini hawaoni nini kifanyika, si ndivyo? Inakuwa kama tunafanya uandishi wa habari wa kuvizia, what is the news. Kuna watoto wamekaa chini unapiga kama kuvizia kuzungusha hiyo ibagadhi ya serikali. Hapana, huo si uandishi wa habari. Uandishi wa habari kukagua na kuishauri serikali, kutaarifu umma, kwa nini kinachotakiwa kufanya. Kwa swala la ukaguzi wa kwenda kuangalia au kufanya tathmini kwa nini kimefanyika. Vijana ndani yake kuna vijana ambao wana makabila tofauti, wana elimu tofauti, wana itikadi tofauti. Kuna wengine vijana kazi yao wamefundishwa kuchukia mwenge wa uhuru bila kujua sababu, kwa sababu itikadi yao haipendi mwenge wa uhuru. Kwa tunapowasema vijana wengi bila kuwatabanaisha na itikadi zao na background zao na uelewa wao kuhusu mwenge wa uhuru unaweza tukawa watu watembei sana, kwa sababu hapo vijana wengi wanashiriki kwenye shughuli za, za mwenge wa uhuru, kutokana na imani iliyojengeka ndani ya mioyo yao, uzalendo wao na kile wanachoamini kwenye mwenge wa uhuru. Hilo ni jambo la kwanza. Ni jambo la pili, watu au jamii yoyote kuhamasika kuhusu jambo fulani, kunakuwa na sababu nyingi tofauti tofauti. Kwa mfano, tunaweza tukalisemea hilo hilo kwenye swali kwamba kuna watu wengi sasa hivi wamekosa mvuto kwenda makanisani, na ni kweli hata wengine mko hapa, waandishi wa habari, unaitwa Abdala lakini uende msikitini, uongo kuna mtu anaitwa Joni hapa, lakini muulize kanisani ameenda lini? Au leo asubuhi ameamka na swali au mzali? Sasa huyu uwezo kachukua Watanzania wote kusema kwamba wamekosa mvuto wa kwenda nini makanisani, kwa sababu ndivyo ambavyo mabadiliko yanavyotokea kwenye zetu lakini, wapo wengine ambao bado leo asubuhi ana swali, anapiga swala zake tano. Kuna mtu ambaye ameenda jumuia. Kuna mtu ambaye hajakosa sana. Kwa swala la mvuto wa jambo fulani, uh, ni lazima uliangalie kwenye ngo tofauti, kuliko baadhi ya watu ambao wanaupika wana, wana, au wana wa utu mwingi wa uhuru kama ndio kitu ambacho watu hawakipenda. Ah. Sawa. Kuna watu wanaupenda mwingi wa uhuru, wanaheshimu mwingi wa uhuru, na wanaothamini mwenge wa uhuru. Kuna watu, kwa sababu tu ya itikadi zao ambazo wanajua walipozitoa wao, hawathamini tunu hao. Nakuta wengine hata sio tu mwenge wa uhuru, kuna wengine hawathamini hata amani tulio nayo, kwa maana wanasikia wanafanya vitu vya hovi au wanasema vitu vya hovi, kwa sababu hawaoni kwamba amani hii ni jambo ambalo tunatakiwa tulinde na kuenzi. Kuimarisha askari wetu, vikosi uh, vyetu vya usalama vyote viko imara kuhakikisha kwamba kwenye eneo la mwenge kuwa na usalama wa hali ya juu. Nitoe yani rai kwa wale wote wanaokuja kitu. Kwanza waamini na waadhi kwa amani kabisa kwamba pale hakutakuwa na rabsha. Na mtu yote asitokee akadiriki kufanya jambo lolote la kuvunja amani au kuhatarisha ku, ku usalama wa washiriki wa mkesha wa mwenge. Sasa, hili lingine ambalo umejisemea wewe kwamba mna tabia ya kuja kwenye mkesha huku na kuangalia wasichana na kulewa ni jambo ambalo lazima tulikemee kwa upana wake, sababu tabia ya kuangalia wasichana au wasichana kuangalia wanaume haipo kwenye mwenge peke yake, kwenye jamii zetu. Hili ni jambo ambalo sasa limekuwa ni la kawaida sana. Watu wakikaa kwenye ma Instagram huko, Facebook, ukiangalia tu mtu anavyo scroll eh, kwenye simu. Anaweza akakuta pale taarifa ya mradi wa shule akaipita. Akikuta kwamba kuna mtu amevaa kasketi kafupi, unaona anastopisha. Ana zoom kidogo, anarudisha, anatamani kugeuza simu kidogo, anaangalia, alafu anaendelea kufanyaje? Kuscroll. Sasa hili ndugu yangu nikwambie, sio jambo ambalo ni jepesi katika kulizuia au kulidhibiti, na mimi sitakangi kutoa kauli za jumla tu za kwamba tutadhibiti watu wasiangalie wasichana. Hapana, kwa sababu wasichana wenyewe pia, kama mnavyofahamu, hata anavyopiga picha, akipiga picha siku hizi apige picha amesimama sawa? Lazima atasimama kidogo, afanye hivi, afanye hivi, si ndivyo? Sasa unadhani hataki kuangaliwa? Kwa kuna saa nyingine na yeye anataka kufanyaje? Aangalie, sawa hata ukiangalia watu wetu wanavyocheza, mimi nimeshuhudia nyinyi vijana, hasa waandishi wa habari, mnavyokuwa mmekaa na kamera zenu pale wakati watu wanaperform, mtu akiwa anaperform muda wote anacheza hivi wala hamhangaiki, mnaachaga kamera mnaenda kufanya mambo mengine, lakini mkiona wale wanaocheza kwa kugeuka wanaokaa hivi unakuta waandishi wote wanajidai wamekaa kwenye nini, wamesimama nyuma ya kamera zao, kwa nini sasa na nyinyi huwa mnafanya hivi? Sijui, nadhani mtapata majibu sahihi kwamba ni kwa nini jamii yetu tulipopita sasa hivi kucheza kuimba, lazima mtu ageuke asiwaangalie anaowaimbia, na akiwaangalia wa wale hawashangilii, pindi tu anapogeuka wakati anacheza, unashangaa vibe, naita vibe, ni vibe ndio, linafanyaje, linakuwa lime. Swali lako ni zuri, lakini majibu yake yako ndani zaidi ya mfumo wa kijamii tunaoishi sasa hivi, kwamba ni kwa nini na namna gani tunaweza tukazuia na kama kweli tutaweza kuzuia baadhi ya kubwa tunavofanya ni kuendelea tu kutoa elimu kwamba vijana wajilinde, wajitunze na tunawapima magonjwa kama UKIMWI, tunahamasisha watumie ukinga kujikinga na magonjwa hayo, kwa sababu huo ndio uhalisia ambao